Barini za saa hizi, nashukuru sana kwa kupata fursa na nafasi hii. Jina langu naitwa Mzee Omar Abubakar Iunga, natokea Kinondoni na shughuli zangu zipo Kariakoo, lakini mimi ni mkazi wa Kinondoni. Kwanza kabisa, naunga mkono tamko la wafanyabiashara au wajasiriamali wadogo wadogo baada ya kuliona hili kwa Tanzania kwamba ni tatizo, wakaamua kutoa tamko mbele ya waandishi wa habari ili ziweze kuwafikia walengwa waliokuwa nje ya vikao hivi tulivyokaa leo <coughs> hapa. Lakini pia masikitiko makubwa sana ni yale masikitiko ya Oktoba 29 yaliyosababisha hasara kubwa kwa taifa na sisi pia kama wananchi wa kawaida kukosa huduma muhimu kujiweka lockdown tukiwa majumbani kwa kuhofia maisha yetu na pia maisha ya wenzetu. Hili ni jambo kubwa sana la kuzingatiwa na kila mtu na kutafakari kwa kina na kujua kwamba usababishaji wa vurugu huo hauna tija katika maendeleo ya taifa letu, kila mmoja yakaane na yakatae kwa nguvu zake zote. funzo funzo kubwa lililojitokeza kwa kila Mtanzania ni kuyaona, wale waliokuwepo wameyaona. Lakini vurugu hizi ni zimetokana na uchochezi wa wachache wasiopenda maendeleo ya taifa hili. Hizi tunasema kwamba sisi kama wajasiriamali na wafanyabiashara ndogo ndogo tunakemea na tunatoa sauti mbele yenu nyinyi, kwa umma. Na tunaomba tuungo mkono na Watanzania kukemea haya yasije yakajitokeza tena, kwa sababu Tanzania ni mimi, Tanzania ni wewe, nawe ujiite ni mimi ndo mwenye Tanzania. Tanzania haina mwenyewe, ni nani anayeweza kusema mimi ndo mrisi wa Tanzania, ndo mmiliki wa Tanzania? Isipokuwa lazima utumia kauli Tanzania ni mimi, kwa sababu nchi ni watu. Hili ni jambo la msingi sana katika kutetea, lakini vyema ni kwamba sauti zetu tunapaza ni kwa sababu ya kuzuia kusitokee tena vurugu kama zile zilizosababisha hatari kubwa ya kuhatarisha maisha ya watu pamoja na kusababisha maumivu makubwa kwa kodi kubwa tuliyolipa kwa muda wa miaka mingi, alafu zinakuja kuharibiwa kwa dakika tano. Hili ni jambo la hatari sana kwa taifa lolote duniani. <klos> mimi naomba nihitimishe kwa kusema haya machache tu, naomba kila Mtanzania kwa kauli mbiu waliokuja nao wafanyabiashara hawa na kusema kwamba Tanzania ni mimi na mimi ni nchi na mimi ndiye Tanzania na mimi ndiye serikali. Jambo hili tulizingatia sana, na kila mmoja awe na wajibu tu wa kupaza sauti na kukemea haya. Haya tunayakemea, na tunaomba yaungwe mkono na Watanzania wote na kila mmoja asukume kinywa chake na kupaza sauti kwa kukemea haya ili Tanzania ibaki baridi <klos> ni yote, na salama. Mimi niwashukuru sana kwa hayo yote, kwa machache tuliongea nao wote wenzangu, uh, kama alivyokisha tangulia mjasiriamali mwenzangu kutoka wilaya ya Ilala, alitokea eneo la Gongola Mboto. Kwa huo utambulisho mimi kwa majina naitwa Selemani Saidi Bane ni mjasiriamali ambaye pia anatokea eneo la Ilala kwa maana ya mfanyabiashara wa vifaa vya michezo. Nipo hapa rasmi kwa niaba ya viongozi wenzangu, pia kuyasema yale maazimio ambayo kama wajasiriamali tunayatoa kwenu na kuyafikishia jamii. Naomba niwape hiyo taarifa sasa. Taarifa kwa umma. Tamko la wajasiriamali mkoa wa Dar es Salaam kuhusu vurugu za Oktoba 29 na ustawi wa taifa. Dar es Salaam, Tanzania. Sisi wajasiriamali wa kada mbalimbali kutoka wilaya zote tano za mkoa wa Dar es Salaam tumefikia maazimio haya baada ya kutafakari kwa kina madhila na madhara tuliyokumbana nayo sisi binafsi, biashara zetu, wafanyakazi wetu, pamoja na wakazi wa mkoa kwa ujumla, kufuatia vurugu na machafuko ya Oktoba 29. <tuhi> Tunatambua wazi kuwa wajasiriamali kama wadau wengine katika jamii, tuna changamoto, madai, matamanio na mahitaji halali yanayohitaji kusikilizwa kujadiliwa na kutatuliwa. Hata hivyo, uzoefu wa Oktoba ishirini na tisa umetufundisha kwa gharama kubwa kuwa vurugu, uvunjifu wa amani, kuchoma moto mali za umma na binafsi, kutukana viongozi wa serikali na kila aina ya uchochezi haviwezi kamwe kuleta suluhu ya changamoto za wananchi. Tunaeleza kwa masikitiko makubwa na maumivu ya dhati kufuatia madhila yaliyowakumba wakazi wetu wa mkoa kutokana na vurugu na machafuko ya Oktoba 29. Madhila ambayo siyo ya kujivunia wala kukubalika kama taifa. Tunalaani kwa nguvu zote uharibifu wa miundombinu ya mabasi ya mwendokasi uliosababisha watumishi kukosa ajira au kipato, wananchi kukosa huduma za usafiri na mizigo mikubwa ya kiuchumi kwa jamii, madhira ya wajasiriamali na wafanyakazi waliokuwa wameajiriwa katika taasisi na maeneo ya kazi yaliyoharibiwa na kuchomwa moto, hali iliyosababisha kupotea kwa ajira, familia kukosa kipato na juhudi za miaka mingi kufutika kwa muda mfupi; vifo, majeruhi na madhara mengine ya kibinadamu yaliyosababisha majonzi makubwa kwa familia na jamii. Tunasema kwa msimamo usiotetereka hakuna hoja, madai wala malalamiko yoyote yanayoweza kuhalalisha uharibifu wa miundombinu ya umma, kuchomwa kwa mali za watu au kupotea kwa maisha ya wananchi. Kutokana na madhila hayo, sisi wajasiriamali tumefikia hitimisho la pamoja kuwa vurugu hazisikilizwi, uchochezi haujengi, matusi kwa viongozi wa serikali hayatatui shida za wananchi, na kuchoma mali za umma na ubinafsi ni kujiumiza sisi wenyewe. Tumejifunza pia kuwa aina hii ya vurugu na uchochezi imekuwa ikihamasishwa na wanaharakati waliojificha nje ya nchi wasiobeba gharama za matokeo ya machafuko, pamoja na baadhi ya wanasiasa wa chama fulani hapa nchini wanaotumia hasira za wananchi kama mtaji wa kisiasa. Kwa uhalisia huo, tunasema wazi kuwa njia hizo zimefeli na hazina nafasi katika mustakabali wa taifa letu. Kwa msingi huo, sisi wajasiriamali tunatoa maazimio yafuatayo: tutapaza sauti kupigania ustawi wa taifa letu, tukitambua kuwa bila amani hakuna biashara, hakuna ajira wala hakuna maendeleo ya jamii. Tutapingana na wanaharakati wote waliojificha nje ya nchi wanaohamasisha vurugu, machafuko uvunjifu wa amani na dharau kwa wananchi na serikali, bila wao hubeba athari za matendo yao. Tutakataa kila aina ya ushawishi wa wanamitandao unaolenga kueneza chuki, migawanyiko na uchochezi miongoni mwetu. Tutawapinga wanasiasa wote wanaotumia vurugu, matusi na uchochezi kama njia ya kutimiza malengo yao ya kisiasa nje ya misingi ya kidemokrasia. Tunakemea viongozi wa dini wanaochochea vurugu, migawanyiko au uchochezi wa kidini kwa maslahi ya kisiasa, kwa kuwa vitendo hivyo vinahatarisha mshikamano wa taifa letu. Tunachukua wajibu wa kupinga propaganda zinazotumia kizazi cha Gen Z kuhalalisha vurugu, fujo na ukosefu wa maadili, na badala yake tunaendeleza tunaendelea kuwasilisha Gen Z kama nguvu kazi yenye tija na mustakabali wa taifa. Tunasimamia kwa msimamo thabiti kwamba Tanzania ni mimi, tukitambua kuwa mimi ndiye nchi, mimi ndiye serikali, mimi ndiye mwenye wajibu wa kulinda amani, uchumi na ustawi wa taifa. Aidha, tunawahamasisha wajasiriamali wote kada zote ndani ya mkoa wa Dar es Salaam na nchini kwa ujumla kuwa daraja la kutatua changamoto zao kwa njia sahihi kupitia mazungumzo, mifumo halali ya kisheria, ushiriki wa wadau na uwajibikaji wa raia. Tunasisitiza kuwa hakuna changamoto inayotatuliwa kwa kuchoma miundombinu, kwa vurugu au kwa kuchochewa na watu wasiobeba gharama za matokeo. Naomba kuhitimisha kwa kauli moja: sisi wajasiriamali tunakataa vurugu, tunakataa uchochezi wa aina yoyote, tunakataa uharibifu wa mali za umma pamoja na binafsi, na tunachagua amani kuwa njia pekee ya kulinda maisha, biashara, mustakabali wa taifa letu. Asanteni sana. Tuko hapa kwa ajili ya matukio yaliyotokea Oktoba 29 tisa ambayo tunaeleza kwa masikitiko makubwa na maumivu ya dhati kufuatilia mazila makubwa ya wakazi wetu wa mkoa wa Dar es Salaam kutokana na vurugu za Oktoba 29. Mazila hayo sio ya kujivunia wala kukubalika katika taifa. Tunalaani kwa nguvu zote uharibifu wa miundombinu na uuta meundokasi ambavyo vilivyosababishwa na vurugu hizo za Oktoba 29 watumishi kukosa ajira au kipato, wananchi kukosa miundombinu, huduma za usafiri katika maeneo husika, mzigo mkubwa wa kiuchumi katika jamii kuwa mkubwa, kukosa mahitaji maalum, mazingira ya wajasiriamali na wafanyakazi waliokuwa wameajiriwa katika taasisi mbalimbali au maeneo mbalimbali kuchoma moto, hali iliyosababisha kupotea kwa ajira, familia kukosa kipato kuingia hali ya umaskini kwa muda mfupi, na juhudi za miaka mingi ambazo serikali yetu imeanza kutoa kutumia kodi zetu kujenga miundombinu kwa muda mrefu, ambazo leo hii kwa muda mfupi zimeenda kupotea, watu wameenda kuharibu kwa muda mfupi, ndani ya dakika chache. Leo hii kama sisi wajasiriamali tunatoa wito wetu na kulaani vikali vilivyotokea katika mkoa wetu wa Dar es Salaam, na hatukubali kuingia katika mtego ambao tulioingia Oktoba 29 tisa. Tunasimama pamoja, hatutakubali kuwa vishawishi na watu ambao hawapo katika nchi yetu, au hawana maslahi mapana ya taifa letu, ambao wanaleta uchochezi ambao so, unaopelekea tumepata maafa makubwa, masikitiko makubwa, mpaka leo mpaka leo hii kuna watu walemavu wenyewe wamekaa pembeni, ambao hawawezi kufanya chochote. Walichokifanya ni kikubwa, tumepata madhara makubwa. Sisi katika mkoa wetu tunasema, tunaomba wajasiriamali wote tuwe kitu kimoja, tusikubali watu wanaotoa vishawishi ambavyo vinapelekea kuleta machafuko. Tusikubali kuingia kwenye mitandao, tusikubali chochote kinachoendelea ndani ya mtandao, tusikubali, tukikemee na tukikatae kwa maslahi mapana ya taifa letu ili kulinda maslahi ya nchi na wananchi waliokopo katika taifa au katika nchi ya Tanzania. Kama wafanyabiashara wa wilaya ya Ubungo na mkoa wa Dar es Salaam kwa ujumla, tumejifunza kutokana na vurugu. Oktoba ishirini na tisa kulitokea vurugu ambazo ziliitwa maandamano lakini waathirika wakubwa tulikuwa sisi wafanyabiashara na jamii kwa ujumla na Watanzania wa hali ya chini. Tumejifunza kuwa vurugu au machafuko si njia sahihi ya kubadilisha utawala uliokuwa madarakani. Hapo tuelewane vizuri, ndugu zangu waandishi wa habari. Matusi au maneno ya kashfa kwa viongozi si njia sahihi ya kulipeleka taifa letu kwenye amani. Kulitokea vurugu ambazo sisi wananchi tulisema kwamba tunaenda kubadilisha maisha kupitia zile Tujiulize, walioathirika ni nani, waliokuwa madarakani au sisi wananchi wa kawaida waa? Leo hii sisi wafanyabiashara wa Kimara tukitaka kwenda kuchukua mzigo Kariakoo mwendo kasi hakuna. Leo hii vituo vya polisi ambao walikuwa wanatulindia biashara zetu hakuna. Kwa hiyo unafanya biashara unatoka asubuhi kwenda kufanya kuchukua bidhaa uje ufanye biashara, unatetemeka, ulinzi hakuna. Kwa hiyo ndugu zangu wa Tanzania na wafanyabiashara wenzangu na waandishi wa habari, sisi tumejifunza mengi kutokana na zile vurugu. Ndio maana leo tumeitana hapa tuambizane, ili tusirudi kule. Watu walikuwa na biashara zao, lakini ambao mtaji ameukusanya ndani ya miaka kumi, ishirini, lakini umeenda kufa kwa siku mbili, kwa siku moja, kwa masaa. Tumerudishana umaskini. Kwa hiyo ndugu zangu, mimi niombe, na sisi kwa umoja wetu wa wafanyabiashara mkoa wa Dar es Salaam tumeazimia na tumetoa, tunatoa wito kwa haya yaliyotokea kwamba yasijirudie, hatutaki kuyaona. Nashukuru sana kwa majina, naitwa naitwapleia Michael. Natokea Kinondoni, lakini nafanya biashara katika soko la Makumbusho, ninauza bidhaa tofauti tofauti vya nguo na vingine. Mi ni machinga, nauza kila kitu kinachopatikana tu nijipatie ugali wa kila siku. Ndugu wa habari, baada ya vurugu za tarehe ishiri na tisa sisi tumekuwa ndo waathirika wakubwa, na tumegundua kuwa waliochochea vurugu ambao wengine wako Tanzania ni wale wenye uraia pacha, ambapo ana nyumba hapa, ana nyumba Kenya, ana nyumba Marekani. Kwa hiyo kikinuka Tanzania, yeye anapanda ndege na familia yake, ataenda kukaa kwenye nyumba yake nyingine. Sasa wewe na mimi, ambao tuna tuna nyumba moja ya urithi na chumba cha kupanga, kikinuka hatuna pakwenda. Tukaamua kama machinga wa mkoa mzima wa Dar es Salaam tuje na tamko tuje na maazimio kama ifuatavyo. Tumaazimia kuwa tutapaza sauti kupigania ustawi wa taifa letu, tukitambua kuwa bila amani hakuna biashara, hakuna ajira wala hakuna maendeleo ya jamii yetu yote. Lakini mbili, tukaazimia kama machinga kwa pamoja tutapigania tutapigana na, na wanaharakati wote wanaojificha nje na ndani ya nchi kuhamasisha vurugu, machafuko, uvunjifu wa amani na dharau kwa wananchi wa serikali bila wao kubeba athari za matendo yao. Wamejificha, wanahamasisha, si tuandamane ili wao wapate madaraka, wale ambao ni waroho madaraka waingie kwenye serikali wakatuongoze. Yawezekana wao ni wabaya kuliko hata wale walioko kwenye mamlaka sasa hivi. Pia tutaazimia tuta, tutakataa kila aina ya ushawishi wa wanamitandao wanaolenga kueneza chuki, migawanyiko na uchochezi miongoni mwetu. Nne, tumeazimia kama machinga tutawapinga wanasiasa wote wanaotumia vurugu, matusi na uchochezi kama njia ya kutimiza malengo yao ya kisiasa nje ya misingi ya demokrasia. Pia tumekubaliana kwamba tunakemea viongozi wa dini wanaochochea vurugu, migawanyiko au uchochezi wa kidini kwa maslahi ya siasa, kwa kuwa vitendo hivyo vinahatarisha mshikamano wa taifa na nchi yetu kwa ujumla. Tunachukua wajibu wa kupinga propaganda zinazotumia kizazi cha Gen Z kuhalalisha vurugu, fujo na ukosefu wa maadili na badala yake tutaendelea kuwasilisha JZ kama nguvu kazi yenye tija na mtakabali wa taifa. Tunasimamia kwa msimamo thabiti kwamba Tanzania ni mimi, tukitambua kuwa mimi ndiye nchi ya Tanzania, mimi ndiye serikali na mimi ndiye mwenye wajibu wa kulinda amani, uchumi na ustawi wa taifa letu.